Baada ya kusaini mkataba wa ujenzi wa uwanja wa Dodoma na kampuni ya Limonta SPA ya Italia, uh, leo tumekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi eneo la ujenzi, inaitwa site possession. Kwa tunawakabidhi uh, Limonta SPA uh, eneo hili ambapo watajenga uwanja wenye uwezo wa kuchukua watu 32,500. Uwanja wetu unajengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 358, na tunategemea mradi huu utekelezwe kwa muda wa miezi 24 na, na utakabidhiwa kwetu baada ya kipindi hicho. Kwa hivyo leo baada ya tukio kubwa la kusaini mkataba leo ilikuwa ni siku ya kuja kuwakabidhi site, na tumewaelekeza kwamba serikali itafuatilia mradi huu kwa macho ya karibu kuhakikisha kwamba unatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuona Dodoma ina uwanja ambao serikali imeahidi na uwanja ambao umeahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, na tumekubaliana na kampuni ya Limonta kwamba baada ya kusaini haraka haraka, kazi zinaanza. Kama mnavyoona, vifaa tayari tumeshaanza kuvileta manake hapa. Mara moja, kazi za kusafisha eneo zinaanza na ujenzi utaanza mara moja. Ndani ya miezi ishirini na nne tunataka watukabidhi uwanja ukiwa tayari, tuanze kucheza mpira kutokea Dodoma. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo tumekuja kuifanya leo, na kwa kweli naomba nichukue nafasi hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye baada ya mchakato wa muda mrefu wa miaka mingi ameamua kwamba serikali itatoa fedha zake yenyewe kutoka kwenye makusanyo yake kutekeleza mradi huu wa mabilioni ya fedha. Amefanya hivi kwa sababu mchakato wa kupata fedha kutoka kwenye vyanzo vingine ulionyesha kuchukua muda mrefu, na Mheshimiwa Rais anataka uwanja huu uwe tayari sasa, uwe sehemu ya viwanja vitakavyotumika mwaka 2027 wakati wa Afcon, na leo ni mwaka 2025, tuna muda wa kutosha, wakandarasi wakikamilisha ndani ya muda tuna imani kwamba uwanja wetu utatumika kwenye AFCON na mashindano mengine mbalimbali baada ya hapo baada ya kuwa umekamilika. Very much again, PS. Thank you very much to the country of Tanzania that you gave us the opportunity to participate to this prestigious project. We are very happy and proud to be part uh, uh, uh, of the construction of the Dodoma Stadium.